Naomba uniruhusu, kuna kifungu nikisome hapa e. Hao wanaohamasisha watu kutokupiga kura ni kosa kwa mujibu wa sheria, na naomba uridhie nikisome hata mara mbili, watu waweze kukielewa. Ni kifungu cha mia moja ishirini na tisa cha sheria ya uchaguzi wa Rais na Madiwani, kinasema hivi: mtu ambaye kwa dhahiri au kwa kificho yeye mwenyewe au mwingine kwa niaba yake anatumia au kutishia kutumia nguvu, vurugu au kizuizi, au anasababisha au anatishia kusababisha yeye mwenyewe au mtu mwingine yeyote kwa niaba yake jeraha la mwili au la kiroho, uharibifu, madhara au hasara au dhidi ya mpiga kura yeyote kwa ajili ya kumshawishi au kumlazimisha mpiga kura huyo kupiga kura au kuacha kupiga kura, ikiwa mpiga kura huyo amepiga kura au ameacha kupiga kura katika uchaguzi wowote, au ambaye kwa kumteka nyara, vitisho au hila aina yoyote kumkwamisha au kumzuia kutumia uhuru wa kupiga kura yeyote ama kupiga au kuacha kupiga kura katika uchaguzi wote ametenda kosa la ushawishi mbaya kwa maana mujibu wa, wa sheria hii. Sasa, mamlaka zinazohusika, kifungu hiki, na hawa watu ambao wanatoa maneno ya namna ni kosa kwa mujibu wa sheria, na kusoma tafsiri ya sheria inatoa tafsiri kwamba mtu yote ametenda kosa basi anaweza akashitakiwa kwa mashtaka yote ambayo tutaratibu inaona. Kwa hiyo nilikuwa niseme hilo jambo, kwa hiyo ni kosa. Lakini la pili niwaambie wananchi wa Tanzania. Eh, Mheshimiwa Rais Mstaafu kusema ukiambiwa changana za kwako. Usipokwenda kupiga kura utachaguliwa rais usiyemtaka. Utachaguliwa mbunge usiyemtaka. Utachaguliwa diwani usiyemtaka kwa muda wa miaka mitano, na lakini la pili Uchaguzi wa Tanzania mtu ashindi kwa asilimia, anashinda kwa idadi ya kura. Kura yako wewe ingeweza kumfanya usiyemtaka asiwe rais, inawezekana si usiyemtaka asingekuwa diwani, inawezekana siemtaka asingekuwa mbunge. Watu wajitokeze kupiga kura, lakini mimi nadhani watu watajitokeza watu, watu wengi kwa sababu kampeni za sasa zimekwenda kwa utaratibu na ustaarabu. Wakati mwingine wapiga kura wanashindwa kujitokeza sababu wanaona mtifutifu kwenye kampeni kwenda siku ya uchaguzi, lakini kwa sasa chaguzi wagoaisaisndabaaaaasaagwanaaaaaagutokeaa umekwenda baridi, salama, mbaka, uchaguzi, baridi salama, mbaka, na akitujalia inshallah ndani ya masaa 48